Masista wanne waliopoteza maisha katika ajali ya gari jijini Mwanza wanatarajiwa kuzikwa Septemba 19, 2025, Boko, jijini Dar es Salaam, huku dereva akizikwa Nyegezi, jijini Mwanza. Masista hao ambao ni Lilian Kapongo, aliyekuwa Mkuu wa Shirika la Masista wa Karmeli wa Misionari wa Mtakatifu Teresia mtoto Yesu Duniani, na aliyekuwa Mshauri Mkuu na Katibu Mkuu wa shirika hilo, Nerina Simone, walifariki Septemba kumi na tano mwaka huu baada ya gari lao kugongana uso kwa uso na lori. Wengine ni Damaris Matheka mkenya aliyekuwa mkuu wa shule ya sekondari Bukumbi, jimbo kuu la Mwanza, Stellamaris Muthini aliyehudumu kama mtume wa Kimisionari, pamoja na dereva wao Boniphace Msonola. Kwa mujibu wa kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza, Wilbrod Mutafungwa, ajali hiyo ilitokea saa moja na dakika hamsini usiku katika kijiji cha Bukumbi, kata ya Idetemya, wilaya ya Misungwi, barabara ya Usagara Kigongo Feri. Masista hao walikuwa wakielekea uwanja wa ndege jijini Mwanza wakitokea Jumuiya ya Bukumbi kwa ajili ya safari ya kwenda jijini Dar es Salaam. Kabla ya ajali hiyo, walikuwa mjini Kahama, mkoani Shinyanga, kushiriki sherehe za nadhiri za daima za masista wenzao watatu, hatua ya mwisho ya kujiweka rasmi katika maisha ya utume wa kudumu. Ratiba ya mazishi ilitolewa na kanisa katoliki Jimbo Kuu la Mwanza inaonyesha Septemba 18, 2025, miili itawasili katika kanisa la Epifania Bugando jijini Mwanza. Kisha, waombolezaji wataingia kanisani kabla ya misa takatifu kuanza saa mbili kamili asubuhi na kumalizika saa tano na nusu asubuhi. Baada ya ibada, miili ya masista itapelekwa uwanja wa ndege wa Mwanza kwa ajili ya kusafirishwa kwenda Dar es Salaam, huku mwili wa dereva ukipelekwa Nyegezi kwa ajili ya mazishi. Taarifa hiyo imeelezwa kuwa misa ya mazishi ya masista hao itafanyika Septemba 19, 2025, kuanzia saa nne kamili asubuhi katika Parokia ya Mwenyeheri Isidori Bakanja Boko, jijini Dar es Salaam, ikifuatwa na ibada ya mazishi katika Kituo cha Kiroho cha Mtakatifu Teresia wa Avila Boko. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.